Wengi wanaweza wasimwelewe Patricia Hilal kwa vipi njiwa anaweza kupeleka salamu, lakini katika kipengele chetu pendwa cha hatua hii leo na kujuza historia ya njiwa kama sehemu ya mawasiliano baina ya mtu na mtu. Njiwa ni ndege ambaye anatajwa hata kwenye vitabu vitakatifu juu ya uhusika wake wa kupeleka na kukusanya taarifa. Hata wakati wa Nuhu, njiwa ndiye aliyetumwa akarejea katika safina akiwa na jani la mzeituni, ishara ya amani na shwari. Kuanzia karne ya nne baada ya Kristo, njiwa alitumika kwenye jamii za Uajemi kupeleka barua kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Katika jamii za kale, watu walifunga karatasi yenye maandishi au ujumbe mdogo kwenye miguu ya njiwa na kisha kumwachia asafirishe kule watakako. Njiwa hawa walifundishwa na kujengewa uhusiano kati ya pande hizo mbili na kisha wakatumika kama wajumbe. Toka nyakati hizo hadi hivi sasa, njiwa hutumika kama ishara na mjumbe wa amani. Njiwa alikuwa hatua muhimu kuelekea mapinduzi ya kuanzishwa kwa huduma za posta. Ili kufahamu zaidi kuhusu hatua hii ya mawasiliano na namna ilivyotumika, karibu utembelee makumbusho ya mawasiliano iliyopo kwenye ofisi za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA.